Ulivuma mkali sana yaani ule usio wa kawaida, hatujawahi kutokea. Hii ndiyo hali halisi ya baadhi ya nyumba katika kata za Itunundu na Mlenge. Wamepoteza kila kitu, wakaanza kunisaidia kutoa mlevyombo vyo, ubaki na magodoro ngawa yaisha lowana na ukuta, ndipo mwenyekiti akanitoa akanipelea kwa jirani, mimi nikalala pale. wake kwa waume wazee kwa vijana, nyosho zao zikiwa na maswali mengi juu ya hatima yao baada ya kupoteza kila kitu. Kando na vifo hivyo, watu 1436 wa kaya 241 wameathirika kwa kukosa makazi, chakula na mavazi. Mimi baada ya kuona ile mvua ina upepo sana, ukawa na mtikisiko, yaani jengo nzima nikaona linatikisika, ile kutaka kukimbia, nikaona bati zimeanza kufumuka tena nikarudi nikajibanze sasa kwenye pagale langu ilolo kwenye jengo langu. Wakati wengine wakiwa na matumaini walau ya kuwezeka nyumba zao, kaya hamsini na tisa zenyewe hazijui hatima yao, kwani wamehifadhiwa tu kwa wasamalia wema. Manusura wa tukio hilo tayari wameanza kupatiwa matibabu na serikali pamoja na gharama za maziko huku hatua za kutoa msaada wa chakula, mavazi na kurejesha makazi yao zikiwa zimeanza. Wananchi wote ambao hawana chakula wanapewa chakula na wananchi wote ambao makazi yao yameharibika wanatoa vifaa vya ujenzi, ili waepukane na hii changamoto inayowatesa sasa. Ndio maana leo Rais amewasilisha salamu kwenu, Waziri Mkuu ameleta fedha kwenu, zaidi ya milioni arobaini na laki saba zimeletwa kwa ajili ya kazi hii. Ombi letu kwa serikali, tunaomba iendelee kutuangalia kama inavyoangalia kwa sasa, wametuletea chakula, tunashukuru sana. Si makazi pekee, nyumba za ibada yakiwemo makanisa mawili, msikiti, shule, kituo cha afya na mahakama nazo zimeathirika. Muhammad Nyaulingo, Azam News, Pawaga.